Karibu sana tujadili kuhusu matukio hasa ambayo tumeshuhudia hivi karibuni kwa watoto ya kujiua na ni kwa namna gani kubwa, hasa jinsi ya kuwasaidia watoto dhidi ya kukabiliana na hali ngumu ya maisha na mzazi ama mlezi akiwa na nafasi kubwa ya kutoa usaidizi huo, hasa ya katika malezi ya kila siku, pale ambapo mtoto anakuwa anapitia changamoto, na namna gani pia ambavyo tunaweza kuwashirikisha katika maamuzi mbalimbali ambayo yanafanyika. Tutazungumza hapa na kufahamu kwa kina kuhusiana na hili hapa. Studioni tumemwalika Hilda Ngaja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya malezi, karibu sana. Asante sana. Na, na kwa njia ya mtandao tunaungana pia na mtaalamu wa masuala ya saikolojia, uh, Saul Magawa, karibu sana, Saul. Asante sana. Nam na tutapata mengi pia ya kisaikolojia kutoka kwake, lakini tumemwalika pia a, binti ambaye atazungumza mtoto kuhusiana na mengi ambayo a, watoto wamekuwa nayo na kupata pia a, kuwasikia kwa sababu pale ambapo tunazungumza malezi na ushirikishwaji kwa namna moja ama nyingine ni muhimu pia kuwasikia watoto wanasema nini, na tunaye hapa Humaira Abdalla. Karibu sana Humaira, asante. Na, na mm -hmm. ki, ya, bila shaka tutapata mengi pia kutoka kwako. Tumefurahi kuwa nawe. Na tutarejea hapo na tutakuja kuzungumza, lakini kwanza pengine, uh, kujenga msingi wa haya, Hilda. mm -hmm. Katika malezi na makuzi, nyakati zinabadilika na, na inawezekana malezi ambayo yalikuwa yanafanywa katika miaka ya nyuma na hata vizazi pia vinakuwa vinabadilika. mm -hmm. Kuna utofauti ambao unapaswa kuwepo kutokana na mabadiliko haya, ama uh, tunaenda kwa mwenendo ule ule <laughs> <laughs> Uh, niseme tu kwamba malezi yanatakiwa kuwa uh, hayategemei haya zaidi nyakati mm. Yes, nyakati zinaweza zikaongeza au zikapunguza mm. baadhi ya vitu uh, kutokana na ukweli kwamba jinsi watoto wanavyozidi kukua wanakuwa exposed ni kwenye vitu vingi, wanajikuta wanajua vitu vingi, wanamitandao inawaonyesha vitu vingi. Walikuwa kuna taarifa ambazo zamani zilikuwa zinafichwa, basi sasa hivi hata wewe usiposema, basi mm-hmm. mtoto wako atafanya nini? Atazifahamu. Kwa hiyo of course yeye, yeah, nafasi u, nyakati zinachangia kwa namna moja ama nyingine, lakini malezi alitakiwa kuwa constant. Hao wazee wa zamani walitakiwa kutolea hivi ambavyo tu watoto wanatakiwa kulelewa leo. The issue inakuja kwamba kuna baadhi ya vitu vitu vingi sana huwa watoto wanafichwa na, inapokuwa kwenye nyakati tulizo nazo sasa hivi, jinsi ambavyo unavyoficha ndio unavyompa chance mtoto wako kuweza kuvitafuta zaidi, kwa sababu uwezo wa kuvipata pia anavyo, kwa hiyo anao. Kwa hiyo akisikia kitu hata kwa mbali, ana nafasi kubwa ya kuvi ya kuvi dig deep kuvitafuta zaidi akaweza kuviona. Tofauti kidogo na zamani, lakini hata zamani walitakiwa kutuambia hivyo hivyo kwa undani wake na nini, ili iweze kutusaidia katika ukuaji wetu, hatukwahi kukipata zamani. kwa hiyo mabadiliko ni lazima sawa. Mm -hmm. mm. Sawa kabisa, na sasa e, tu, tumsikize pia mtaalamu wa saikolojia tuweze kuona e, katika mtazamo huo huo e, ni wazi kwamba kuna matukio kama haya ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara, lakini kama alivyoanza kuuliza mwenzangu hapa ni kwamba vizazi vinavyozidi kubadilika tunaona. E, ule uwezo wa kuhimili e, vishindo vya kihisia unakuwa unatofautiana, e, vizazi hadi vizazi, lakini kizazi cha hivi karibuni kinaonekana kikiwa rahisi zaidi kudhurika, yaani kikiwa e, fragile. Yaani ni rahisi ku, e, ku kukumbwa ama kudhurika na matukio mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea kwenye maisha na wao oh, wakajikuta sasa wanaishia pengine kujiua. Sababu hasa ni nini? E, kwa nini kizazi hiki kinaonekana hivyo? Uh, nashukuru sana uh, ndugu mtangazaji. Kinachotokea ni kweli, siku hizi vijana wengi wamekuwa na changamoto ya kushindwa kuhimili hisia na ma, aina hizi za changamoto zimeongezeka sana kipindi hichi, kwa sababu uh, labda nitumie kauli moja kwamba ukiona ndama wanalaumiwa sana ujue ng'ombe kwa changamoto mm. E, wale wazazi wao sasa mm. E, watoto huzaliwa hawana taarifa e, e, nyingi kichwani. Wazazi na walezi ndio huwa wanajaza taarifa, namna gani watandue changamoto, namna gani waimili changamoto. Ni wazazi na walezi ndio wanaingiza hizo taarifa mm. Sasa o, wazazi wengi wa kipindi cha katikati hapa ambao wa angalau walikuwa na neema na nuru katika uchumi wa, walikuja wakiwa na mbinu tofauti kidogo na zile za zamani. Kiukweli maadili huwa lakini wazazi wa kipindi cha katikati hapa kidogo walibadilisha namna ambavyo wanalea watoto wao. Wamekuwa wakiwasaidia sana mambo mengi e, kutatua changamoto zao e, kuwalinda wasipitie hisia fulani, wasipitie ugumu fulani. Unakuta mzazi anamwahidi mtoto e, kama mimi nipo hutoteseka kabisa e, kama mimi nipo tahakikisha hakuna mtu anakuzuru. Kumbe kwa katika ukiacho ukutana zile hali ndio zinakuandaa wewe uweze kupambana na zile changamoto yeah, zikija tena. Kwa hiyo sasa, huu mtindo wa malezi kidogo, ambao uliongeza sana utandawazi, uliongeza sana majukumu, wazazi wote hawapo nyumbani, analelewa uh, na watu ambao hawana uzoefu sana katika kulea, analelewa na mtoto mwenzake, walishindwa kupewa yale mambo muhimu sana katika umri muhimu, e, ule wa udogo kabisa. E, namna gani wahimili hisia, namna gani watatue changamoto, namna gani waweze e, kuvuka katika mambo magumu, walinyimwa hicho kitu. Asilimia kubwa wazazi wa kipindi hichi ni kundi ambalo linajitahidi zaidi kulea, a, a, kutunza e, kuliko kulea. Wanatoa sana matumizi, wanalipa ada katika shule nzuri, wanawapeleka shuleni watoto mapema sana, kinagate ni wapi bodi, mm. anaenda huko sekondari bodi sasa ambaye anakosa kabisa kuwekewa yale maadili, namna nzuri ya kupambana na changamoto. Kwa hiyo dogo, mambo kama haya yameongeza changamoto katika. Sawa sawa kabisa, na ni wazi kabisa kwamba kuna mifano ya matukio mengi ambayo yanatokea kwa watoto eh. Kwa mfano, unakuta eh, mtoto amefeli mtihani, amejiua hmm. Amekosa nguo ya sikukuu amekunywa sumu. mm -hmm. E, ametumia hela ya ada kwenda kubeti hela, mm -hmm. imeliwa amejiua. mm -hmm. Kwa hiyo e, vitu kama hivyo e, vinashangaza kwamba kwa kwa nini, ambapo e, wewe unaona kabisa, kwa mfano kufeli mtihani mm -hmm. ni kitu cha kawaida. Kwa nini mtoto achukue uamuzi kama huo? Kwa hiyo ni matukio ambayo yanatokea. Hebu tuongee na e, mtoto Umaira, mm -hmm. tusikie pia naye mtazamo wake. Umaira Abdalla, wewe unasoma e, shule gani? Nasoma shule Alfaruk. Mm -hmm. Na, na wewe una, una una miaka mingapi na unauelewa kiasi gani kuhusu masuala ya ya, ya ya watoto? Mtoto ni mtu mwenye miaka sifuri hadi kumi na nane. Mm. Na pia anatakiwa kuangaliwa na kupewa haki zake. Mm -hmm. Wewe una miaka mingapi? Wewe una miaka mingapi? Mm. Hey, Umaira wewe una miaka mingapi? na miaka tisa. Okay, sawa sawa. Eh, kitu gani ambacho uh, kinaweza kukufanya wewe ukaogopa? Mimi na watoto wengine tunaweza kuogopa. Mm. kwa kwa kugombezwa kutolewa lugha chafu mm -hmm. na hata kupigwa. Okay, sawa sawa. Na, na eh, ukiwa na ukiwa na hali ya kujisikia vibaya, wewe unafanya nini? Kama nipo shuleni nitamwambia mwalimu au kama nipo nyumbani nitamwambia mzazi. mm -hmm. na kama alionifanya jisikie vibaya ni mwalimu au mzazi, nitamwambia nita, umenikosea na ujanipa haki yangu. mm. <laughs> safi kabisa <laughs> Sasa tutarudi kwako hapo Maira, tuja eh, tujue tu, sasa una ushauri gani kwa eh, wazazi kuhusu utamaduni wa kuwasikiliza watoto kwa, eh, wazazi pamoja na walimu, tutakuja kwako hapo Eh, lakini tu, angalau tumepata mtazamo wake kwamba mm -hmm. Eh, na vitu gani vinavyomfanya aogope mm -hmm. Vitu gani vinamfanya um, nini anafanya pale ambapo anahisi hivi kabisa, kabisa. Mm -hmm. Uh, na ni wazi bado tunabaki pale pale kuhusu uh, mtazamo wa kizazi hiki kwa sababu ndio kimekuwa kikumbwa sana na haya matukio. Unaonaje mtazamo wao kuhusiana na kukabili uh, matukio mbalimbali mbali magumu ya kihisia ambayo mm -hmm. anawakabili utabiti kwa kitaalamu au resilience mm -hmm. um, kwanza Yani malezi ambayo aliongea vizuri mwanasaikolojia, malezi ambayo tunawapa watoto wetu hayawajengei uthabiti. mm. kuanzia pale tu mtoto anapozaliwa hatujengi uthabiti. Unajua ni kitu, turudi nyuma kidogo. Tukirudi nyuma kidogo, kwa mfano mtoto aliyezaliwa, yeah. akajikojolea, unajua watu wanaweza wakampa muda kidogo eh? mm. aji, yani au, au, au, au, apate awe uncomfortable kidogo, mama mpaka amalize kufua ndio atambadilisha. Sasa hivi, kitendo tu cha mtoto yule mchanga kujikojolea, ni nyumba inasimama, badilisha nguo, ataungua sijui badilisha nini, tayari pale tunaanza kumuonyesha huyu mtoto yeye hawezi kuhimili kitu kidogo kama kuhimili hicho. Anapozidi kukua mara nyingi tumeona watoto ambao akigombezwa kidogo anavunja vyombo, mm, anajitupa chini, ana nini? Halafu akifanya hivyo anachokipewa ni riwadi, ni zawadi kwamba nyamaza mwanangu usifanye hiki. Hilo na lenyewe ni kosa kubwa sana ambalo tunakuja kulifanya. Dawa anapozidi kukua hakuna na, nafasi sehemu ambayo anaweza kufanya hisia zake, moyo wake kusema kwamba natakiwa kuvumilia natakiwa kusubiri. Watoto wetu hawasubiri, akisema mm. njoo na zawadi, mzazi utahakikisha unarudi na zawadi yeah. akisema hiki siwezi kula, unajua kuna mtoto, hiki siwezi kula mm. utabadilisha chakula Ndo malezi ambayo tunayaona sasa hivi yeah. sisi ambao tulilelewa vizuri sana yani, sisi tunalelewa unakula kilichopo mezani yeah. Utafanya unachoambiwa. Sisi ndo hao wa kusema kwamba ni lazima mtoto wangu apate vizuri mm. hawezi kuishi kama na, mimi na, na, na kwa nini sasa? Sisi wakati sisi tume, tumepata malezi haya mazuri yale. sana sisi tumebadilisha sasa, tumeleta malezi haya mengine sisi kwa, nafikiri kikubwa ni kwamba karibu wengi tumetoka katika familia tu za kawaida ambazo alafu tukaja tukajikuta tumesomeshwa vizuri huku tukiwa mm. Tunalelewa vizuri tukajikuta tuna maisha fulani ambayo ya tofauti na, ya tofauti na hali ambayo wengi tumekuwa nayo. Wazazi wetu wengi walikuwa probably walimu wa kawaida yeah. Madaktari waka, sasa sasa hivi mwalimu wa sasa hivi kuna walimu analipwa ana, mshahara mzuri kuliko hata labda huyo daktari ambaye alikuwa analipwa vizuri. Oh, yeah. Get the point. mm. Kwa hiyo hicho nafikiri, kama si washamba yani sisi ni washamba, na tukubali tu kwamba yale maisha ambayo tumekuja kujikuta ukubwani tuko nayo tuko Hee, ndo yani hivi. Kwa hiyo tunazitumia wapi hela? Tunafanyaje? Na sasa hivi tunaongeza ongeza yani... Uh, lugha sijui tunataka kuwa kama wazungu. Hata wengine hata Ulaya hawajafika, lakini wanataka kulea hivyo. Hatujui hata huko wenzetu wanafanya nini kwao. Sisi kizazi chetu tumejikuta limbukeni wa mafanikio, tumejikuta kwa hiyo mm -hmm. badala ya ule ulimbukeni kutuathiri sisi, unakuja kuathiri watoto wetu katika hetu. mazingira ya uh, Hilda ambayo uh, mzazi anaona labda yeye alikosa wakati alipokuwa mtoto mm -hmm. baadhi ya vitu na akataka kumpa kila kitu mtoto wake, kosa linakuwa hakuna kosa. hakuna kosa, kosa kumpa mtoto mahitaji yake mm -hmm. hakuna kosa lakini Uh, wakati mtoto anapata haki, unajua kupata mahitaji ya mtoto ni haki, ni lazima tuweke na wajibu. Wajibu wa huyu mtoto ni upi? Je, huyu mtoto ana huyu mtoto ana wajibu wa kufanya nini ili aweze kupata hii haki? ana, anawa, wa, wa, wa, wasaidizi, let's say wawili au hata mmoja hiyo ni haki yake kusaidiwa mm. Lakini katika huko kusaidiwa yeye anafanya nini? mm. Na akifanya kosa, kwa mfano, ni, ni mara ngapi mimi wakati nafundishwa na darasani, tunaambiwa kwamba katika tabia ya mtu inajengwa kwa zawadi na unam... kwa tabia nzuri uki compliment inakomaa, tabia mbaya ukiipa zawadi ina inakomaa. yeah. yeah. Na mtoto anaona ni kitu cha kawaida, na ndio yanayotokea ya mpaka mtoto anakuwa mdogo, ana vitu vibaya anavyovifanya, hakuna mzazi ambaye anasema hiki ni kibaya swala. So, sio kumpa mahitaji yake, anatakiwa kum pata mahitaji, lakini pia kuna wakati ambapo unabidi umfundishe mtoto wako kujua sina ujue umfundishe mtoto wako kujua subiri kwanza, sio leo. hmm. Mtoto lazima afundishwe ajue kwamba inatakiwa isiwe hivi, basi iwe hivi wakati mwingine. hmm. Ili kuweza kumsaidia aweze kuwa na ile uthabiti wa kusubiri wa kusema hii, kumbe naweza kusubiri mpaka baadaye, kumbe naweza kukaa na njaa kidogo. Jamani, kuwa na subira, naweza kukaa na njaa. Kuna watoto hawajawahi kukaa na njaa, akiondoka ameshiba, anabeba machakula, anapewa mahela. Huyo mtu kwa mfano tu, kuna shida somewhere tayari tumeshampoteza, kwa sababu hatuwalei katika namna yeah, ya kuwafanya yeah, wasubiri yeah. Tuwafanye namna ya kungoja mm -hmm. Namna ya kuvumilia hawajui, kwa sababu tuna uwezo wa kuwapa kila kitu. Na wakati unaendelea na mjadala hapa, tusikie pia maoni kutoka kule Mtwara pamoja na Simiu, nini ambacho wazazi wanaeleza hasa katika malezi. Anaitwa na Charles Yaule, nakaa Shangani, manispaa ya Mtwara Kindani. Kwa hili tatizo ambalo linawapata watoto nini kifanyike? Kwangu mimi limegawanyika kwenye, kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale watoto ambao wameathirika, lakini wazazi wao wapo hai, ila tu wameporomoka labda kiuchumi au mazingira yamebadilika kutoka katika yale mazoea ambayo watoto walikuzwa na wazazi wao. Hivyo ni muhimu wazazi wenyewe kwanza kuwa wakweli kwa watoto wao pale mabadiliko yanapotokea katika maisha yao, kuwaeleza ukweli, hali halisi ilivyo, ili waweze kuishi sasa kutokana na hiyo hali halisi ilivyo, lakini kuendelea kuwaficha na kuwadanganya hakuwasaidii kwa sababu wanapokuja kugundua, tatizo la kisaikolojia lazima litokee kwa hao watoto. Pili, kwa wale ambao watoto hawa yamewatokea hayo baada ya labda wazazi wao kufariki, maanake wengine walikuwa wanaishi vizuri na wazazi wao. Pindi wazazi wanapofariki, ndugu wanakuja kunyang'anya mali za watoto, wanakuja kuhamisha kila na kuwaacha watoto wakiwa hawana mbele hawana nyuma. Hapa nafikiri kwanza ni kutafuta namna ya kuwa eh, kuwa, kuwakanseli hawa watoto kisaikolojia ili waweze kurudi katika hali ya kawaida. Pili ni kuielimisha jamii na kuikemea kwa hizi tabia ambazo zinatokea kwamba watoto wengi wazazi wao wanapokufa, labda walikuwa na maisha mazuri, ndugu anakuja kunyang'anya kila kitu na kuacha hawa watoto bila msaada bila kitu chochote. Na la tatu liko katika malezi. Hili sasa nalizungumzia kwa hawa na watoto wengine kwamba malezi yetu tunayowalea watoto, tusiwalee watoto kama kuku wa mayai. Tuwalee watoto kwa kuwafundisha namna bora ya kujitegemea, kujua hali zote. Leo tunashuhudia kuna watoto wapo, mtoto anafika mpaka darasa la saba hajui hata kupika chai, hajui kufua, hajui kila kitu kinafanywa na house girl, kila kitu kinafanywa na house boy. Sasa hivyo vitu vinapokuja kutokea havipo, matokeo yake mtoto anaonekana kwamba anaona maisha kwake sasa yamekwisha, lakini tatizo linaanzia kwa wazazi kwamba tuna, tuna ile, ile fikira kwamba wewe unampenda mtoto wako, kumbe katika kule kumpenda hatumtengenezi huyu mtoto aje kujitegemea hatumtengenezi huyu mtoto kuja kujua maisha yana kupanda na kushuka, hatumtengenezi huyu mtoto kuja kujitegemea. Tunamtengeneza huyu mtoto kuwa tegemezi, anajua kila kitu nitapata kwa baba, baba ana uwezo, baba ana kila kitu, nitakuja kurithi kila kitu. Tujiulize sisi wenyewe ki, tulirithi kutoka kwa nani? Wazazi wengi ambao wana uwezo sasa hivi wengi hawakurithi kutoka kwa wazazi wao, pengine nafasi yake ya kazi au biashara aliyofanya ndio ilimfikisha hapo alipofika. Sasa kama we ulilelewa katika mazingira ya kujitegemea, kwa nini watoto wako hutaki kuwalea katika mfumo huo? Kwa hiyo ningesisitiza kwamba watoto walelewe kwenye mifumo ambayo itawasaidia kujitegemea, itawasaidia kujua namna ya kufanya kazi, itawasaidia kuweza kuishi katika mazingira yoyote ambayo watakabiliana nayo katika maisha. Kuna mambo matatu kwa hiyo na shauri yafanyike. Moja ni kuwasaidia vijana, kuwaambia hali halisi bila kuwaficha, kwamba wazazi watoto, kwa sasa hivi hali yangu ya kiuchumi, hali yangu ya madaraka, hali yangu ya aina yoyote imedrop, kwa hiyo sasa tujipange kuishi kulingana na mazingira ambayo sasa hivi nayo bila kuficha, hilo ni jambo la msingi sana, kwa sababu kweli unamweka mtu huru. Lakini jambo la pili, tuanzishe au tuanze sasa kufanya kuwafundisha kufanya vitu vya kufanya mbadala, badala ya kutegemea kila ambacho mimi mzazi au yule mzazi ambaye watoto wameathirika waanzishiwe kitu au shughuli zinazoweza zikawasaidia kuwaongezea kuwaletea kipato walau hata jakuja, vya kujikimu, kuliko kusubiri tu kudura ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni jambo jema, lakini tatu ni kuwa karibu nao, kuendelea kuwakumbusha, kwa sababu binadamu ana tabia ya kusahau, kuwa wanakumbushwa na kukumbushwa kwamba Mungu katika yote katika hadi zozote Mungu huwa yupo kwenye raha, Mungu huwa yupo kwenye misiba, Mungu yupo kwenye changamoto, Mungu huwa yupo. Vitu hivi, mzazi au mlezi anaweza kumvusha mtoto kwenye kipindi kigumu. Jambo la kwanza ni kwa kumpa muda wa kukaa naye, kwa sababu katika nyakati za sasa, kutokana na mapambano ya maisha ya kiuchumi na kijamii walezi na wazazi wengi hawapati muda wa kukaa na watoto. Kwa hivyo, jambo la kwanza na ambalo nafikiri linaweza kuwa ni msaada mkubwa ni mzazi na mlezi kutenga muda wa kukaa na mtoto. Kutokea hapo, kama mtoto atakuwa na jambo litampa wepesi wa kulieleza. Lakini tu sio kukaa naye e, tengeneza mazingira ya kirafiki. Ni vizuri mzazi akawa na sura zaidi ya moja. Kweli kuna wakati lazima ukaripie, uonye, ukemee, lakini si muda wote unahitaji kuwa na sura ile ya malezi. Kuna wakati unakuwa na sura ya rafiki, kucheza na mtoto, mtaniane na vitu kama hivyo. Kwenye mazingira hayo mtoto ni rahisi kufunguka iliyoko ndani ya moyo wake. Ninachoona kinafaa kufanyika ni kumwelewa mtoto, yani kuelewa hisia za mtoto kipindi anachokipitia. Kwa maana ya kwamba mzazi, mlezi au jamii isimhukumu mtoto kutokana na vile anavyo behave au kwa jinsi ambavyo tabia anazozionyesha kati amepitia kipindi fulani kilichosababisha mabadiliko makubwa, au amefiwa, au um, amebadilishwa shule. Kwa mfano, watoto wanaokwenda kwenye shule hizi za za gharama English mediums na nini. Sasa uchumi wa familia umeshuka na mtoto anatakiwa kurudi kwenye shule za kawaida za seri nam ni maoni hayo kutoka Simiu pamoja na Mtwara kuhusu namna uh, na, na, ya kuwasaidia watoto. Na uh, Saul, tukirejea kwako kama mtaalamu wa masuala ya saikolojia, pale ambapo mzazi anagundua mtoto ameumia kihisia, ni vitu gani ambavyo anaweza akafanya ili kumsaidia? Okay, uh... Kijiji bila wazee wanasema hakifanikiwi. Nimefurahi sana kusikia maoni kutoka kwa wazee, wameongea maneno mengi ya busara sana, sana. Aa, ni kweli inapotokea mtoto amepitia changamoto, sasa ameshaanza kuonyesha viashiria, dalili za kwamba anapitia wakati mgumu, ili kifanyike kama mzazi ee, kama alivyotangulia kuongea mwongeaji wa mwisho hapo, kwa amesema kwamba ni vizuri ukampa nafasi ya kuzungumza ee, sio mara zote unakuwa na sura ya kazi kama alivyosema yule mzee kwamba unakuwa mkali monyesha sura unalea, lakini kuna muda unatakiwa umwonyeshe urafiki wa ukaribu mm, kwa, kwa sababu hiki kipindi cha watoto ni kilevu kidogo, kuanzia sifuri mpaka kuja kumi na nane ni kipindi kilevu kidogo kwa hiyo kuna muda ambao unatakiwa uwe naye karibu sana ili aweze kukuamini kama rafiki, ili aweze kukwambia mambo yake, lakini pia unu, kama anashindwa kuongea mpe mbinu mbalimbali za kumsaidia kuzungumza, ikiwezekana Um, mwambie aandike vile uh, anavyojisikia achole mchoro vile anavyojisikia ili aweze kuelezea hisia zake. E, wakati mwingine msikilize bila ku, ku, kuingilia anapozungumza. Kwa nini kufanya hivyo? Mwache aelezee vizuri kwa sababu yeye bado anajaribu kutafakari au kuona namna gani angeweza kufanya bora zaidi, lakini wakati huo pamoja no. na kuwa na uwezo wa kufikiri, kuna kitu kimoja huwa kinafungua huwa hekima inakokua kwa watoto, na wanasema lojiki wao kidogo inakuwa bado iko chini. Kwa hiyo sasa, wewe unamsaidia kuanza kuona yale mambo kwa mapana mm -hmm. Hususani amepitia jambo, mwambie umepitia jambo gani limekufanya ujisikieje? Sawa, nafikiri nini kifanyike, kujaribu inaweza kikawa cha msaada. Anza na yeye mwenyewe kuanza kutatua changamoto yake, alafu pale wewe ndio unaingia sasa. uh -huh, kuna namna bora zaidi unaweza kufanya, moja mbili, tatu. Asante. Baada ya kufanya vitu kama hivyo, ile mtoto anaanza kuona kama naye mtu ambaye anaweza akanielewa yanachopitia. Asante Niko sana. Sawa, namshukuru sana, na tukiwa tunaelekea kukamilisha, pia tusikie kutoka kwake Humaira. Uh, Humaira, nini ambacho unashauri hasa kwa wazazi eh, pale ambapo wanapaswa kusikiliza ama kutoka kwa watoto? Karibu. Na washauri asha, wazazi kuwapa haki zao watoto mfano kupata elimu, kusikilizwa, kupata malazi na kupata makazi lakini haki ya haki muhimu sana ni kusikilizwa ili kujua mtoto anahitaji nini au, au kujua mtoto ana tatizo gani. Asante sana Humaira kwa haya ambayo ametueleza, na tukiwa tunakamilisha kwako Hilda. Uh, karibu. Asante sana ni kitu ambacho ningeweza kushauri kwetu sisi wazazi, cha kwanza kabisa tujue watoto pia wanapata changamoto, watoto pia wanaumia, wanatakiwa kupata muda wa kuomboleza. Kwa mfano, unapotokea msiba, mara nyingi watoto hawapewi nafasi ya kuomboleza. Kila mtu anaona huyu mtoto yuko sawa. Yuko sawa, atakuwa sawa. Na hapo ndo ambapo tunakuja kukosea maumivu ila maombolezo yake anaenda muda mrefu, kwa sababu hakupata nafasi ya kusikilizwa na kupewa muda wa kuomboleza. Sisi watu wazima, ume fiwa na, na, na mke au mume, utazungukwa na watu wengi, alafu mtoto anaambiwa nenda kacheze. mm -hmm. Au watu wanamchukulia hivyo kama haone. Kwa hiyo tujue kabisa kwamba akiwa kuna msiba na yeye ameguswa. Akifeli, hakuna mtu ambaye anafurahia kufeli, eh, na yeye atakuwa ameguswa. Kwa hiyo tu, tu, tu, tu, tutambue kwamba wameumia wanatakiwa kupata nafasi ya kuomboleza, na sisi kama wazazi wao au walezi wao, basi tuwape nafasi ya wao waweze kuomboleza, tukiwapa hizo sapoti ambazo wote wamesema, mwanasaikolojia mtoto pale amesema tuwasikilize, lakini tukitambua kwamba sio kitu cha kawaida pia kwa ambacho wanapitia, bali ni kitu ambacho kinahitaji msaada ili waweze kuvuka katika hicho kitu ambacho kimewaumiza. Asante sana Hilda Ngaja, Sau Magao, tunakushukuru pia Umara Abdalla, nyote kwa kutoa mchango katika haya ambayo tumegusia hasa jinsi ya kuwasaidia watoto pale ambapo wanakabiliana na hali ngumu za kihisia tunakamilisha hivyo.